Kuelekea mkoani Dodoma sasa, ambapo mkuu wa mkoa huo Jordan Rugimbana amesema maandalizi ya kuaga na kusafirisha mwili wa marehemu Zaveri Pinda, baba mzazi wa waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, alifariki dunia siku ya Jumapili mjini Dodoma, yamekamilika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma, mkuu huyo wa mkoa ameelezea taratibu zitakazofanyika kesho na kutoa wito kwa wakazi wa mji wa Dodoma kujumuika na kushiriki katika msiba huo. Ndugu wana habari, eh, kama mnavyo fahamu eh, mheshimiwa waziri wetu mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda ndani eh, ya muda wa siku mbili tatu zopita, alipoteza eh, baba yake mzazi eh, mzee wetu Saveri Mizengo Pinda. Kwa hiyo nataka sasa kutamka tu kwamba maandalizi yote rasmi ya ku safirisha na kumzika mzee wetu e, Zaveri Pinda yamekamilika. Kwa mujibu wa ratiba iliyopo sasa e, mwili wa marehemu utatolewa hospitali ya mkoa wa Dodoma kesho saa mbili na nusu na kupelekwa e, katika kijiji cha Zuzu. Na baada ya mwili kufika kuanzia saa tatu mpaka saa sita e, taratibu za ibada e, salamu za serikali na watu mbalimbali pamoja na kutoa heshima za mwisho eh, kwa marehemu zitafanyika. Na kuanzia saa saba eh, mwili utachukuliwa Zuzu na kupelekwa uwanja wa ndege wa Dodoma tayari kusafirishwa kwenda Mpanda eh, kwa mazishi. Mke wake waziri mkuu mstaafu amesema tayari baadhi ya viongozi wa serikali watashiriki katika kuaga mwili wa marehemu baba yake. Mzee huyo amefariki siku ya Jumapili na saa tisa na nusu mchana katika hospitali yetu ya mkoa wa Dodoma akiwa <clears throat> katika chumba cha wagonjwa maututi. Amefariki akiwa na umri wa miaka tisini. Kwa maelezo ya kumbukumbu kumbu za vitabu vya dini, kitu kikubwa kilichojitokeza katika kifo chake ni umri umri mkubwa. Matarajio yangu ni kwamba kama ratibu itakwenda kama ilivyopangwa, tunaamini kesho kutwa mchana tunaweza kuwa tumeshamsitiri baba. Na kwa kuwa tunajua itakuwa ni siku ya kazi, inawezekana baadhi ya watu watakao kuwa wamekuja kwa ajili ya kuani msima, basi tukawa wana, tunawapa nafasi vile vile ya kurejea katika sehemu zao za kazi. Ibada ya kuaga mwili wa marehemu Mzee Xavier Pinda itafanyika katika kijiji cha Zuzu na kusafirishwa mchana kwa ndege kuelekea Katavi kijiji cha Kibaoni kwa mazishi. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.